Watuhumiwa wawili Amasha Idi Mrisho, miaka arobaini, mkazi wa Buza, Dar es Salaam na Selemani Juma Ali, miaka thelathini na mbili, raia wa Msumbiji, Januari ishirini na mbili 2026, wamefikishwa kwa mara ya kwanza katika Mahakama ya Wilaya ya Temeke kujibu tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya skanka. Akisoma maelezo ya awali ya shitaka hilo mbele ya Hakimu Mkazi Mheshimiwa Lukosi, mwendesha mashtaka wa serikali wakili Nikas Kihembe akisaidiana na Erick alidaiwa kuwa wa hao walikamatwa tarehe 8 Disemba 2025 katika mtaa wa Wailes, Temeke, Dar es Salaam, na maofisa wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA wakihusishwa na usafirishaji wa dawa hizo. Ilidaiwa mahakamani hapo kuwa wakati wa operesheni hiyo, DCA ilikamata paketi ishirini za bangi aina ya skanka zenye uzito wa jumla kilogramu ishirini nukta sifuri tatu ambazo zilikuwa zimefichwa ndani ya balo la mitumba kisha kufichwa katika basi aina ya Skania la kampuni ya King Masai Tours lenye namba ya usajili wa Msumbiji AAM 297 CA. Ilielezwa zaidi kuwa mashtaka yanayowakabili washtakiwa ni kosa la jinai chini ya kifungu cha kumi na sita kipengele cha kwanza cha Sheria ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya, inayokataza umiliki, usafirishaji na biashara ya dawa za kulevya nchini. Upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa shtaka hilo halina dhamana kutokana na uzito wa dawa za kulevya walizokutwa nazo washitakiwa. Aidha, kwa mujibu wa wakili wa serikali upelelezi wa shauri hilo namba 1535 mkoaji 2026 ya mwaka 2026 bado unaendelea na mashahidi wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hapo siku iliyopangwa. Shauri hilo lilihairishwa hadi tarehe 5 Februari 2026, huku washtakiwa wakirejeshwa rumande.